Habari za leo, bila shaka mzima wa afya. Karibu tena Simulizi na Sauti na ungana nami katika makala zangu ambazo huwa nakuletea kuhusiana na, na masuala mbalimbali. Lakini leo nataka tuangalie historia, ni historia kuhusiana na ndege za kijeshi za Urusi, ndege za kivita. Watu wamekuwa watu wanasikia MiG fighter jets, watu wamekuwa wanasikia Sukoi fighter jets lakini ipi ni historia yake ya ndege hii? Na hapa sasa, tutaangalia kutokea ndege za MiG ama MiG hadi ndege za familia ya Sukhoi. Sema familia kwa sababu zinakuwa ziko nyingi, kuna Sukhoi 35, kuna Sukhoi 57, kuna Sukhoi 75 ambayo iko kwenye majaribio ili iweze kuanza uzalishaji wake. Sasa ni ipi hii historia ya taifa kama la Urusi, unapoongelea ndege za kijeshi ama ndege za mapigano ya kijeshi wakati wa kivita ndege vita, huwezi ukaacha kuongelea taifa la Marekani, huwezi ukaacha kuongelea taifa la Urusi. Kwa hiyo katika makala haya tunaangalia taifa la Urusi, lakini katika miaka ya hivi karibuni China nao wamekuja kwa kasi sana katika ndege hizi za kijeshi ambazo zinaweza zikakaa level moja na hizi za mataifa kama vile Marekani na Urusi. Pia haimaanishi kwamba hamna mataifa mengine ya Ulaya kama vile Ufaransa. Wao pia wana ndege mbalimbali za kijeshi kama vile wa Ufaransa wenyewe wana zile Rafale, lakini kuna mataifa kama vile Sweden, wao pia wana ndege zao. Uingereza pia wao nao wana ndege zao. Kwa hiyo haimaanishi tu kwamba ni Urusi na Marekani, labda na China, ambao wana ndege, hapana. Hata ya mataifa mengine yanayosema level ama grade ya ndege za Urusi na ndege za Marekani na China ambapo zimefikia ni pakubwa sana, in terms ya kuangalia uwezo, kuangalia teknolojia ambayo imetumika, zinakuwa zina teknolojia ya hali ya juu. Sasa tumwangalie Urusi, tuangalie historia ya ndege zake za kijeshi ili sote kwa pamoja tuweze kufahamu ndege hizi. Ukisikia SU 35 ukisikia SU 25 unaweza ukaelewa na kupata picha kujua historia ya ndege hizi ni ipi na ndege gani inayomaanishwa. Sasa, Urusi ni mojawapo ya mataifa ambayo yamejikita kwa miaka mingi katika utengenezaji wa ndege za kijeshi na Urusi wana historia ndefu sana ya maendeleo katika anga ya kivita na Urusi wanatoka katika zile ndege za MiG wakati wa vita baridi hadi ndege za familia ya Sukhoi ambazo zimeweza kuleta mapinduzi makubwa sana katika historia ya ndege za kijeshi na mapinduzi haya ya ndege hizi ni hadithi ya uvumbuzi, hadithi ya ushindani wa kivita pamoja na teknolojia ya hali ya juu. Sasa katika makala haya tutaangalia kila ndege ya kivita katika hizo ndege za Urusi, lakini pia tunaangazia maendeleo ya ndege hiyo, pia tunaangalia vipengele vyake vya kiufundi pamoja na mchango wake katika historia ya anga ya kivita ndege ambazo tunaanza nazo ni ndege za MIG, ambayo MIG ya kwanza ama ile ya mapema kabisa kipindi cha Urusi ya Usovieti ilikuwa ni MIG 15 ambayo hii iliingia katika matumizi mnamo mwaka 1947 na kwa Warusi ndo tunasema ama kwa dunia, hiki ndo kilikuwa kipindi cha mwanzo mwanzo cha fighter jets. Zinaitwa fighter jets kwa sababu zinatumia jet engine. Yani ile engine yake inatumia ama ile engine ambazo zinatumia ni engine ambayo tunasema ni ya jet, ama unaweza ukasema rocket engine. Baada ya vita vikuu vya pili vya dunia Urusi ilianza kubadilisha mwelekeo kutoka ndege za propela, yaani ndege ambazo zilikuwa zinatumia kama feni lile panga boy kwa ajili ya kutengeneza msukumo wa kwenda mbele, na ikawa sasa imekuja ndege za jet, na ndege hizo hazikuwa nyingine bali ni MiG 15 tano na MiG 15 ilikuwa ni moja ya ndege za kwanza za jet kuundwa na Urusi. Sasa MiG ilikuwa ina sifa mbalimbali mbali, na sifa ya kwanza ilikuwa ni engine ambayo MiG ilitumia MiG-15 ilitumia engine ya Klimov VK1, lakini pia kasi, ndege hii ilikuwa inasifika kwa kuwa na kasi kubwa sana zaidi ya kilomita 1075 kwa lisaa. Kwa hiyo unaweza ukaona gari ya kawaida imewekewa katika dashboard speed 200 pale, 280 kama sijakosea, 280 lakini ndege hizi zina uwezo wa kukimbia mara tano ya spidi ya mwisho ambayo gari inaweza ikakimbia, wakati gari hata huwa hazifiki huko, zinaishia tu mara nyingi spidi mia moja. Basi mbali na hivyo, ndege hii ilikuwa ina silaha ama ammunition ambayo ilikuwa ina bunduki tatu. Katika hizo bunduki tatu bunduki mbili haikuwa na makombora mda huo. Bunduki mbili ilikuwa ni bunduki za milimita, yani zenye kaliba ama zenye mtutu wa milimita 23 na bunduki moja kati ya hizo tatu ilikuwa ni yenye mtutu ama kaliba ya milimita 37. MiG-15 inasemwa kama ndege ambayo ilionyesha uwezo mkubwa sana wakati wa vita vya Korea, huku ikipambana na F-86 Sabo za Marekani. Na MiG-15 ilikuwa na sifa ya kuwa na uwezo mkubwa wa kupanda juu kwa kasi, na pia ikisifika kuwa na muundo ambao ulikuwa ni thabiti sana. Ndege hii ya MiG-15 ilibuniwa na mbunifu ama injinia aliyejulikana kwa jina la Mikoyan Gurevich wa Urusi. Utengenezaji wake ama kuzinduliwa kwake ilikuwa ni mnamo mwaka 1947, kama ambavyo nilivyotangulia kusema na ilianza kutumika rasmi miaka miwili baadaye, mnamo mwaka 1949 ikaanza kutumika. Na inasemwa kwamba ilitengenezwa kwa wingi sana, zaidi ya ndege elfu kumi na mbili zilitengenezwa na USSR ama Umoja wa Kisovieti. Unaweza ukaona kwamba ni idadi kubwa sana, kwa sababu haikuwa nchi moja tu. Urusi ilikuwa ni blok ya nchi ambazo ni nyingi, na zote ulinzi wake ulikuwa ni unahusika na jumuiya nzima ya Usovieti. Wote walikuwa wanahusika na ulinzi wa blok nzima, ama muungano mzima na inasemwa kwamba zaidi ya ndege elfu sita zilitengenezewa nchini Poland na Chechoslovakia na China chini ya leseni an, yani under license ndege hizo. Kati ya hizo elfu kumi na mbili kulikuwa kuna viwanda ambavyo vilitengenezwa katika mataifa hayo, na hii ilifanya ndiyo ndege ya kivita ambayo ilitengenezwa kwa wingi sana kwa wakati huo. Sasa pamoja na ubora wake wote MiG inasema kwamba zilikuwa na shida ya utulivu wakati wa risasi, pamoja na kuwa na mifumo duni ya vyombo vya habari ndani ya cockpit e, yani mifumo ya mawasiliano. Lakini pia ilipoteza zaidi kibiashara kwa sababu ya uwiano wa hasara ambayo inasema kwamba ilikuwa ni kumi dhidi ya moja e, resho yake ile resho ya hasara dhidi ya F86 Sabre za Marekani kwa hiyo kama katika kila hasara ya mig fighter jets kumi ukilinganisha na hasara Marekani, Marekani ya marekani marekani alikopo anapoteza ndege moja kwa hiyo hatima yake ikawa ni kwamba mig 16 iliboreshwa baadaye na ikawa imesitishwa na iliyokuja kuingia kutokana na maboresho hayo ni mig 17 ambayo MiG 17 yenyewe inasemwa kwamba ilikuwa na mabawa thabiti zaidi, lakini pia injini yake ikawa imeboreshwa zaidi tofauti na e, ilivyokuwa mwanzo. Baadhi ya nchi zimesemwa kwamba zimekuwa zinaendelea kuitumia kwa mafunzo mpaka leo, mfano North Korea, wao wamekupo wanasema kwamba wamekuwa wanayafanya mafunzo yao ya marubani kwa MIG 15 hadi leo hii. Baada ya hapo sasa, Urusi wakaja na ndege nyingine MiG 21 Migi 21 yenyewe ilitambulishwa mnamo mwaka 1959, na, na hii iliingia kipindi ambayo vita ile baridi imepamba moto kati ya Marekani akiwa na washirika wake pamoja na nchi ya Urusi, ambayo Urusi yenyewe ikiwa katika mwamvuli wa USSR ama Umoja wa Kisovieti. Na Migi 21 inasema kwamba ndiyo ndege ya kivita ambayo ilizalishwa kwa wingi zaidi duniani kwa kipindi hiko, ikiwa ina zaidi ya ndege elfu kumi na moja ambazo ziliweza kutengenezwa kipindi hiko. Ndege hii ilikuwa ina engine iliyojulikana kama Tumansky R25, ilikuwa ina mwendo wa juu wa kasi ambao ni sawasawa na Mach 2.5. Yani, ndege hii iliweza kukimbia mara 2.5 zaidi ya sauti. E, Mach 2.5 unaweza ukaileta kwa kilometa, ni sawasawa na kilometa 2175 kwa kila risaa. Unaweza ukaona kasi yake ni mara mbili hata zile MiG 15 zilivyokuwa zina uwezo wa kukimbia. Ndege hii ilikuwa ina uwezo sasa hivi sasa wa kubeba makombora, lakini pia ilikuwa ina uwezo wa kubeba bunduki mbalimbali za kivita, ambapo ndege hii ilikuwa ipo ina uwezo wa kubeba bunduki ile ya mtutu ama ile kariba ya milimita 23, na maana ina uwezo wa kushambulia na risasi zenye kaliba hiyo lakini pia ndege hii ilikuwepo ina uwezo kama nilivyosema, wa kubeba makombora. Na MiG 21 inasema kwamba ilitumika na mataifa mengi sana duniani kwa kipindi chake, na ilikuwa ina sifa ya kuwa na mwili mwepesi, kasi kubwa, pamoja na uwezo wa kufanya mashambulizi ya ghafla. Baada ya MiG 21 Warusi wakawa wamekuja na MiG 29 ambayo ilitambulishwa mnamo mwaka 1977 kwa sababu inabidi tufahamu kwamba teknolojia siku zote inakuwa inabadilika. Ndiyo maana leo unaona Warusi hawako tena huku ubunifu mbalimbali mbali, maboresho mbalimbali mbali, mapungufu mbalimbali yanayokuwa yameonekana ndiyo yanayofanya uboreshaji ufanyike ili kuweza kupata silaha ambazo zimeweza kuboreshwa zaidi, vifaa ambavyo vimeweza kuboresha zaidi, mitambo ambayo imeweza kuboreshwa zaidi. Kwa hiyo mwaka 1977 warusi wakawa wamekuja na MiG 29. Kumbuka bado vita baridi vimekolea, na huyu ndio tunasema alikuwa ni mpinzani wa F16, ambako tutarudi katika makala nyingine, tutaongelea wenyewe wa, wa Marekani na historia ya ndege zao. Sasa ndege hii iliundwa kukabiliana na F16 Fighting Falcon pamoja na FA18 Hornet za Marekani. Hizi FA18 Hornet ndio zile ndege ambazo mpaka leo hii pia bado zinaendelea kutumika, lakini zinatumika zaidi na jeshi la navi ama jeshi la wanamaji la Marekani. Lakini pia ndege hii inasemwa ilikuwa ina sifa mbalimbali. Ndege hii inasemwa kwamba ilikuwa ina engine ya Klimov RD 33 lakini pia ndege hii ilikuwa ina mwendo wa juu wa makasi ya juu zaidi ya Mach 2.25, ikiwa imeizidi ndege ya MiG 21. Ndege hii inasemwa kwamba ilikuwa inakimbia kwa kasi ya kilomita 2400 kwa lisaa. Unaweza ukaona ni spidi ambayo ni kubwa sana kama ambavyo tumeelezea mwanzo. Sasa kama kawaida, kirefu cha MiG 29 ni kile kile, ni Mikoyan Gurevich MiG 29 yaani ile ni Mikoyan Gurevich, ambaye Mikoyan Gurevich huyu ndio alikuwa ni mbunifu ambaye aliweza kuwa na buni ndege mbalimbali za Urusi. Na ndege hii kwa upande wa NATO wenyewe waliita jina la Falkram. Kama lilivyosema, ilikuwa ni ndege bora sana kwa wakati wake, na ndege hii inasema kwamba ilikuwa ina engine mbili za RD 33 ambazo hizi injini mbili ndo zikopo zina uwezo wa kutoa msukumo mkubwa kiasi hiko cha kuweza kufikia ile kasi ambayo nimeisema ya 2.25 nukt, lakini pia ndege hii ilikuwa inasema kwamba ilikuwa ina mfumo wa kielektroniki na ndege hii inasemwa kwamba kwa mwanzoni ilikuwa imejengwa kwa rada ya N019 na baadaye ile ikabadilishwa na kuwa ni N010 rada ambayo ilikuja kuboreshwa zaidi lakini pia ndege hii inasema kwamba ilikuwa ina makombora yale ya infrared missile, yani makombora ambayo ya kuweza kutafuta makombora mengine kwa kufuata joto. Lakini pia ndege hii inasema kwamba ilikuwa ina mifumo ya kuweza kukinga na makombora ndege hii ilikuwa imetumika katika matumizi mbalimbali, ilitumika wakati wa vita baridi eh, ikitumikwa kama ndege ya kwanza ya kivita ya USSR kukabiliana na ndege za NATO lakini ndege hii pia inasemwa ilitumika katika vita vya Iraq vya mwaka 1991, na, na MiG 29 za Iraq zinasemwa kwamba zilipigana dhidi ya ndege za Marekani, lakini inasemekana kwamba hazikuweza kuperform vizuri. Lakini pia kuna vita vya Yugoslavia vya mwaka 1999 mbapo inasemwa kwamba nchi ya Serbia ilitumia MiG 29 dhidi ya NATO, lakini baadhi yao zikawa zimeanguliwa na kuweza kuharibiwa kabla hata ya vita kuanza. Pia ndege hizi zinatumika bado na Ukraine. Ukraine wanazitumia ndege hizi na tangu kuanza kwa vita vile mwaka 2022 mpaka sasa hivi wamekuwa wanatumia, lakini pia Urusi wenyewe nao wanatumia hizi hizi migi 29 kwa mashambulizi ya anga, huku nayo Ukraine nao wakiwa wanatumia wote, wana hizi ndege wakiwa wameridhirithi kutoka kwenye ile jamhuri ya umoja wa Kisovieti. Kwa hiyo ukija katika kwa sasa hivi, yapo mataifa ambayo yamekuwa yanatumia. Urusi wamekuwa wanatumia migi 29 katika jeshi lake la anga, lakini pia kunakuwa kuna maboresho zaidi kama vile migi 29 SMT na MiG 29K ambazo hizo ni kwa ndege za meli. Lakini pia India nao wanasema kwamba wanatumia e, ndege za MiG 29K kwa matumizi ya ndege zao za meli ama matumizi katika e, jeshi la navi pia. Ukraine, Poland, kama nilivyotangulia kuwataja na nchi nyingine za Kisovieti, bado wanasema kwamba wana hizi e, ndege ambazo waliweza kudhirithi katika jamhuri ya umoja wa Kisovieti. Kwa hiyo hii MiG mpaka leo hii bado ipo kwenye matumizi na nchi mbalimbali. mbali kama vile India na Poland zimekuwa zinaziboresha ndege hizi kwa matumizi ya kisasa zaidi, kwa sababu teknolojia zinabadilika. Kwa hiyo zinakuwa zinaboreshwa rada na baadhi ya, ya sifa mbalimbali za kielektroniki. Kitu kingine cha muhimu ambacho labda tungeweza kukisahau kukisema ni kwamba ndege hizi zilikopo zina bunduki ya milimita 30, lakini pia MiG zinasema kwamba zilikuwa zina uwezo mkubwa sana wa hasa katika mapigano ya umbali mfupi, yale mapigano ya mazigizagi ya ma, ama masarakasi mingi ama unaweza ukaita dog fights baina ya rubani wa ndege moja na rubani wa ndege nyingine. Lakini mbali na hivyo pia Urusi waka hawakuacha kugundua na kuja na ndege nyingine bora zaidi, kwa sababu MiG pia ilikuwepo ina shortcomings zake, ilikuwa ina madhaifu yake. Lakini pia teknolojia siku zote huwa irudi nyuma, teknolojia inabadilika kutokana na vumbuzi mbalimbali ambazo zinafanyika Warusi mwaka 1981 wakawa wamekuja na MiG 31 na MiG 31 huyu tunaweza tukasema kama mlinzi wa anga ya Urusi. E, kama kawaida kirefu cha MiG ni Mikoyan Gurevich ambapo e, Mikoyan Gurevich hicho ndo kirefu chake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni Mikoyan Gurevich 31, na wabunifu wa viwanda hivi wakaja na hii ndege ambayo hii inasema kwamba iliundwa kwa, ili kwa lengo la kuzuia ndege za upelelezi pamoja na makombora ya masafa marefu ya Marekani na ndege hii inasema kwamba ilikuwa ina engine za Soloviev d 30 f 6 huku ikisemwa kuwa na mwendo wa juu ambao ni kasi kubwa zaidi ya Mach 2.83, ambayo ni sawasawa sawa na kilometa 3000 kwa lisaa, na ndege hii inasemwa ilikuwa imewezeshwa na makombora yale ya masafa marefu ya angani kwa angani, makombora maarufu sana ya Urusi, yanayojulikana kama r 33 na r 37. Haya unaweza ukaita jina jingine kama BVR missiles, ama beyond makombora ya beyond visual range ambayo e, rubani ana uwezo wa kupiga hata kama haioni ndege nyingine ya rubani mwingine. Kwa hiyo anachoweza tu kutumia kusense rada zake, labda katika kilomita mia moja, rada yake imemuonyesha kuna ndege nyingine ya adui. Kwa hiyo anaweza akalitoa kombora hilo na likaweza kufika kwa adui bila shaka yoyote. Mi G 31 ni moja ya ndege bora sana Warusi kwa ikubuni na bado inatumika kama ndege ya ulinzi wa anga ya Urusi mpaka leo hii, huku ikiwa na uwezo wa kugundua na kuharibu malengo kwa umbali mkubwa zaidi. Pamoja na yote haya, tukaja kwenye enzi ya Sukoi ambacho hiki tunaweza tukakiita kama kipindi cha mapinduzi katika historia ya ndege za kivita za Urusi ambapo wenyewe Warusi waliona kwamba kuna umuhimu wa kuziboresha E, ndege zao za kivita ambapo sasa Sukoi ndio akawa mtengenezaji wa ndege bora zaidi kwa vizazi vya baadaye, ambapo Sukoi pia akawa anabaki baki pia kama ni mshindani wa ndege za MiG ambao hawa wanakuwa penyewe ni wabunifu wengine, huwa tunasema ni Sukoi Design Bureau, ni kama mamlaka ya ubunifu ya Sukoi ambayo inakuwa ina timu ya mainjinia mbalimbali ambao nao pia wamekuwa na wanapambana na mpaka sasa hivi wameendelea kupambana kwa sababu wanaendelea na uzalishaji wakati MiG wao hatuwaoni tena. Sasa Sukoi wenyewe mwanzo walianza kwa kusuasua wakiwa hawana nguvu yoyote kwa MiG, wakiwa na Sukoi 11 wakiwa na Sukoi 15 wakiwa na Sukoi 24 wakiwa na Sukoi 25. Lakini Sukoi yao ambayo ilikuwa nzuri zaidi na ikawa bora kama mpinzani wa F15 kipindi hiko ilikuwa ni Sukoi 27 ambayo ilitambulishwa mnamo mwaka 1977 na Sukoi inasema kwamba ilibuniwa kukabiliana na F15 kama nilivyosema za Marekani, na ilikuwa ina sifa ambazo zilikuwa zinaifanya iwe fighter jet yenye uwezo wa hali ya juu na Sukhoi, so ilikuwa ina sifa mbalimbali ikiwepo mbali, ina injini ya Saturn AL31F ikiwa ina mwendo ama kasi ya juu ya Mach 2.35 ambayo ni mara 2.35 ya kasi ya sauti, ambayo ni sawasawa na kilometa 2500 kwa lisaa. Ndio ilikuwa ina uwezo wa kukimbia hivyo, ikiwa ina bunduki e, ya masilaha ile ya bunduki yenye mtutu ama kaliba ya milimita 30, huku ikiwa ina makombora ya mapigano ya angani kwa angani lakini pia Sukoi 27 inasema kwamba ilikuwa ina mwili mkubwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya mizunguko mikali, high maneuverability, na ilikuja na teknolojia ya thrust vectoring, ambayo iliweza kufanya manuva za kipekee kama ile manuva maarufu, si tunaifahamu kama Pugachev's Cobra. Pugachev Kobra, hii ni manuva ambayo inapendwa sana na marubani wa Urusi, ambayo ndege kama haina uwezo haiwezi ikafanya hii, ambayo kama kobra vile unavyomwona anavyoinua kichwa chake, ndivyo ndege inaenda ikiwa katika e, uleule mwendo wa kawaida wa ndege wa mshazali, na ikifika pale inasimama wima. Hiyo ndiyo Pugachev Kobra, inasimama wima, yani kama e, moja oj. Na hayo yote yanafanywa na rubani. Hizo ndo manuvability. Kwa hiyo ndege hii iliwezeshwa sana Sukoi wakaja na ndege nyingine ambayo sio nyingine bali ni Sukoi thalathini Sukoi thalathini hii ilitambulishwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa na tisini na sita na hii ilikuwa ni tunasema, ni fighter jet ya kizazi kipya. Su 30 ama sukoi 30 ilikuwa ni toleo liloboreshwa la sukoi 27, na ilikuwa na teknolojia na uwezo wa hali ya juu huku e engine zake zikibadilishwa mpaka kwenda engine ya al 31 fp, huku kasi yake ikibakia e, ya wastani 2.0. Ukiona kasi inabakia ya wastani, lazima kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vimeboreshwa, labda uwezo wake wa kubeba makombora e, na kweli ikawa na uwezo wa kubeba makombora makubwa. Mpaka leo tunayaona kama makombora kama r 77, yani makombora ya Urusi yenye uwezo mp kubwa sana wa beyond visual range yani BVR, mapigano ya marubani kwa marubani, kwamba yana uwezo wa kumpiga rubani, hana haja ya kumuona rubani mwingine ili yaweze kumshambulia. Ina maana ilikopo ni ndege kwa ajili ya air superiority. Na ndege hii tunasema ni kwama ndege ya kizazi kipya na pia ilikuwa ina uwezo wa kubeba makombora ya KH 31 na Sukhoi inasema kwamba ilikuja na uwezo wa kufanya mashambulizi ya ardhini pasina kutegemea hali ya anga, lakini pia ilikuwa ina mfumo wa marubani mawili kwa ajili ya urahisi wa uendeshaji. Baada ya hapo Sukhoi wakaja na SU 34, baadaye wakaja na SU 35. SU 35 hii ilitambulishwa mnamo mwaka 2008, na, na hii inasema kwamba ni fighter ambayo ilibadilisha upepo wa mapambano. Na SU 35 ilikuwa ni toleo la SU 27 ambalo liliweza kuboreshwa na kuwa uwezo wa 4.5 plus generation fighter jet, na ndege hii ilikuwa ina engine iliyoboreshwa ya AL41F1S, huku ikiwa ina mwendo wa juu wa Mach 2.25, huku ikiwa ina silaha kama vile makombora ya angani kwa angani, hayo makombora BVR, pamoja na kombora la hypersonic. Na SU 35 inasemwa kwamba ina uwezo mkubwa sana wa stealth lakini pia ina sensa bora, pia ina avionics bora, pamoja na teknolojia ya thrust vectoring, ambayo hii ndo inaiwezesha fighter jet kuwa hatari katika mapigano ya umbali mfupi, zile dog fights ambazo nimeweza kuzielezea katika ndege ambazo zimetangulia. Baada ya hapo, kama kawaida, huwa e, ndege zinakuwa zinaboreshwa. E, baada ya SU 35 kukawa kuna toleo la katikati hapo la SU 47, lakini mnamo mwaka 2020 ikawa imetambulishwa ile ndege pendwa e, wengi wanapenda kuisema ndege hii ni kama SU 57. SU 57 hii ndio ikawa ni ndege ya Urusi ya kizazi cha tano ndege ya kwanza ya Urusi ya kizazi cha tano rasmi. Na hii ndiyo inasemwa kwamba kwa Urusi ni moja ya ndege zao bora sana, ikiwa ina injini ya isdelie 30 huku ikiwa ina mwendo wa juu wa makasi yake ya Mach 2.1, na ndege hii ndiyo ambayo inafananishwa kama ndege ambayo Warusi wanaamini inaweza ikapigana na F35 ya Marekani. Ndege hii inasemwa kwamba ina bunduki inaweza kubeba makombora ya hypersonic huku ikiwa ina bunduki yenye mtutu wa milimita 30 na asu 57 imeundwa kama nilivyosema, kushindana na F22 raptor naf35 lightning II za Marekani, huku ikisemwa kwamba ina teknolojia kubwa sana ya stealth, ikiwa ina vifaa vya kisasa vya kielektroniki pamoja na uwezo mkubwa sana wa kufanya mapambano ya anga kwa ufanisi mkubwa. Ukiona kwamba imeingizwa F22 Raptor na F35 Lightning II, ni ndege ambazo ni air superiority fighter jets, ni zile ndege ambazo kwa ajili ya mapigano, kwa ajili ya kuimiliki anga, kwa ajili ya kuhakikisha taifa fulani linakuwa lina udhibiti wa anga. Kwa hiyo ndege hii Warusi wameitengeneza ili iweze kukabiliana na ndege hizi, na ndo bana hata kile kipindi e, mimi naweza nikasema ndege hii kwa F35 nitamtoa, lakini F22 walau zinaweza zikafua dafu. Ndio maana unaona katika Aero India show marubani wa SU57 waliweza kufanya vizuri sana dhidi ya marubani wa F35 ya Marekani, ambao wao walikataa kufanya manuva zile, kwa sababu ndege hizo za Marekani hazina 3D vectoring, lakini F22 ina vectoring, lakini hiyo 3D ni 2D vectoring kwamba zile injini zake haziwezi zikacheza. Kwa hiyo F22 yenyewe ina uwezo tu wa kufanya 2D pande mbili tu, juu na chini. Kwa hiyo haiwezi pia kufikia maneuverability katika baadhi ya maneuvers, haiwezi kufanya, lakini inabakia kuwa moja ya ndege za Marekani bora sana kuwahi kubuniwa, bora sana pengine. Mimi naiona bora kuliko hata hizi e, ndege zao za kisasa. Kwa hiyo bila shaka umeziona ndege za Urusi na umeona jinsi gani zilivyokuwa bora lakini Su 75 ndege hii imeshaongelewa, e, imeshatambulishwa lakini bado uboreshaji wake ama kutambulishwa kwake na uzalishaji wake kuanza bado, ila prototypes limeruka na tunasubiria tuone ndege hii itakuwa ni kizazi cha tano hiki hiki au 5++ kizazi, kwa sababu sasa hivi dunia inaenda kwenye kizazi cha sita. Marekani tayari amesha commission F47. F47 hiyo itakuwa ni ndege ya kizazi cha sita, kwa hiyo wamesha commission order na utengenezaji wake uanze, ambapo development yake mpaka mwaka 2030 ziwe zimeshaingia zi katika matumizi ya kijeshi. Ukija kwa China, wao wana wana J-36 ambayo inasemwa ni ndege ya kizazi cha sita, kwa ushindani ni mkubwa sana na haya mataifa yanashindana. Najua kwamba mimi nikiwa juu, hata vita vikitokea, sisi tunaweza tukashinda. Kwa hiyo Warusi wana historia kubwa sana kama ambavyo tumeiona kutoka MiG 15 mpaka SU 57 ambayo iko huku wakitegemea kwenda kwenye SU 75 huko mbeleni. Pia tutegemea watakuwa na ndege nyingine zaidi, kwa sababu wana mainjinia, vyuo wanavyo, wana facilities zote, wana viwanda kwao tutegemee tuone wakiendelea kuvumbua na kufanya mapinduzi ya teknolojia ya kivita. Ila yote kwa yote, familia ya Sukoi pia ni familia ambayo imeleta mabadiliko makubwa sana na kuweza kuipindua familia ya ndege za MiG, na ndo maana mpaka leo hii Urusi tunaona kwamba ndege za Sukoi zimeendelea kuwa zinafanya vizuri sana dhidi ya zile ndege za MiG. Bila shaka katika makala haya utakuwa umenufaika, utakuwa umefaidika, utakuwa umeelimika na eh, dondoo hizi kuhusiana na hizi ndege mbalimbali mbali za Urusi ambazo ni ngumu sana kuzisikia zikiongelewa kwa upana kama ambavyo nimeziongelea. Kwa hiyo makala haya yameweza kuziongelea ndege hizi kwa mapana yake, na bila shaka kama nilivyosema, tukutane tena katika makala nyingine, ambapo pia pana makala ya kuongelea ndege za Marekani na wenyewe tujue historia yao ni ipi.